Timu ya wanawake ya Ofisi ya Rais Ikulu imetinga kwa kishindo kwenye fainali ya michezo wakikapu, wa mpira wa kikapu wa michuano ya kombe la Mei Mosi, baada ya kuwafunga Wizara ya Mambo ya Ndani kwa pointi 74 kwa 58. Kindai Plus tulipata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya wachezaji na makocha wa timu hizo. Ah, mimi naitwa Augusta na timu yangu ni Wizara ya Mambo ya Ndani. Kama mnavyoona tunazidi kung'ara nazidi kuibuka videdea na mimi hata katika finali makombe mengi yatakuja kwetu. Ah, inaenda vizuri, upinzani ni mkubwa na timu zote zimejiandaa vizuri. Ya, yeah, amasa inaongezeka. Maana kila mtu amekuja kushindana na na wachezaji wote wanajituma. Kila mtu anahitaji kuondoka na kombe. For the first time mwenyewe nimeshangaa imekuwaje. Mm. Lakini sio mbaya. Mm. Vikombe vingi tutapata, michezo ni mingi. Huu ni mmoja tu ambao tunaweza tukapoteza, lakini mambo ni mazuri kwa upande wetu mambo ya ndani. Mimi naitwa Aliwa Kavarambi, ni kocha wa Ikulu Sports Club. Mchezo ulikuwa mzuri, kwa sababu kuna vitu ambavyo tulikuwa tulifanyia kazi kutokana na wapinzani wetu. Wapinzani wetu waona kwamba hawana uwezo wa kucheza kushuti mbali na kudefense kwao. Tumetrain sana kwenye zone defense, ambao tumefanya nao kazi, ndio inatusaidia mpaka tumeondoka na ushindi. Utajitahidi na fi finali, finali. Kwa kashinda wewe au kashinda mwenzako, lakini tunashukuru Mungu tumeingia finali. Kwa majina anaitwa Lilian Jovin Denzako, mchezaji kutoka Ikulu anazungumzia. Kwa sababu wachezaji wenzangu tumefanya mazoezi kwa muda mrefu, tumejituma, ndio mafanikio tumepata kwa sababu tumejipanga kuchukua kikombe ee. Uh, kwa upande wa timu ya wanawake ni kweli tumepoteza. Ulikuwa ni mchezo mzuri na mgumu, na ulikuwa ni mchezo shindani, kwa sababu haukuwa mchezo wa upande mmoja. Nafikiri kuna frustration kadhaa kiwanjani zinapotokea kwa wachezaji, wakitoka kwenye mchezo basi unaweza ukapoteza mchezo. Nafikiri ndicho walichotumia wapinzani, kwa sababu walianza vizuri, wapinzani wetu walianza vizuri, lakini baadaye tukarudi kwenye mchezo na tukawa tunacheza vizuri. Basi kuna mambo yakitokea kiwanjani baina ya wachezaji kwa wachezaji au wachezaji na mwamuzi, yanaweza yakapelekea mkatoka kwenye mchezo, but all in all mchezo ulikuwa ni mzuri na ulikuwa mchezo shindani hali ya hewa nzuri, mazingira ni mazuri, tumeinjoi. Kuwa nikiripoti kutoka shule ya msingi Mwaja, mkoani Singida. Ni mimi Zakayo Daniel wa Kindai Plus.